Amkatajimanaa aajmana kwaniasiizungumzie shepulakesamwijako. Minadhani hakuna anazungumzia minaanikwa. Sawa, hivi nikimzungumzia Mwijako yeye yuko mwanamme gani Tanzania nzima mwenye koka kama Mwijako? Mbona mi sijakaa kulizungumzia? Yani, mtafutieni mwanamme mmoja tu mwenye shepo kamama poshi mwenye yule hamwezi. Leo unakaa na mtu mtu kila siku kila siku hadi hajue. Sasa tunamvumilia at nachok ni nitafutieni mwanamume mmoja mwenye msi <laughs> katiatuka mtoto wa kiume huko kavimba ukavimba. Imagine ule ndio unamwona barabarani anakwenda kavaa skin tight, mchina timeka mimi ssi nakati kwa sababu tunaona ndio maumbile yako wewe, ndio kudhalilisha maumbile yangu, utadhalilisha familia yangu.